Hata nyuki ule asali kwenye dangu Hivi Chibu, mbona unaona kama vile umenipotezea? Maana toka siku ile nikuambia maswala ya mimba, haunijali kabisa. Uliondoka na kunipotezea, wala haujarudi tena kuongea na mimi. Una mpango gani na huyu mtoto? Maina, usiwe nipo kimya sana. Kuna vitu vingi sana nafikiria juu yako, na nikipata majibu sahihi nitakwambia. Bado unafikiria? Unafikiria kitu gani mpaka sasa hivi Wiki tatu sasa hivi upo kimya, tunakuona unapita unaenda, unapita unaenda, haunijali wala nini? Eh, au haujui kama mimi nina mimba? Nahitaji kujua nini hatima ya huyu mtoto. Naomba nisikilize kwanza kabisa, nahitaji ili jambo lile la siri sana, yaani kati yangu mimi na wewe. Sihitaji mtu yoyote mwingine aweze kufahamu kinachoendelea hasa. Unavyokaa hivyo, unapiga kelele, watasikia. Tuongee taratibu, haina haja ya kupayuka kiasi hicho ndio ujue kwamba nahitaji kujua hatma ya huyu mtoto. So umenikalia tu kime, unapita kama vile unioni, yani una mambo yako, tusikuelewi Chibu. Sikiliza nikwambie, naomba ufanye yote unayoyafanya, lakini kaa ukijua kuna mtoto tumboni, na wewe ndio utakayejua hatima yake. Sasa sikia nikwambie, usipochukua uamuzi, itanibidi mimi mwenyewe nichukue sheria mkononi. Sijui tumeelewana? Samani mm, ilikuwa na swali. ni mda sasa umepita, lakini hatumuoni Sabra na hatujui alipo, sijui kama una taarifa zake. Hivyo Shazna una kazi ya kufanya. Unamuulizia Sabra we kama nani yumo ndani? Yaani angalau angekuja hata Maina angemuulizia Sabra kweli kidogo inaweza ikaleta mantiki. Wewe unamuulizia Sabra kama nani? Umdani? maana ni kiongozi ana haki ya kumuulizia Sabra yuko wapi? Haya, wewe nani? Samani. Bosi, kama nitakuwa nimekosea najua hainihusu, ila Sabra alikuwa ni mfanyakazi mwenzetu na amepotea katika mazingira ya kutatanisha, ndio maana nikasema nje nikuuliza labda ana taarifa zake. Naomba unisikilize. Tena nisikize kwa makini sana, hapa sikazini. Basi fanya kilichokuleta na sio kufuatilia mambo yasio kuhusu. Mbona mm. mm. kama una mawazo sana unawazani? Hapana, sio kama siko sawa, niko vizuri tu ila anajaribu tu kukumbuka mambo ambayo nimekufanyia, lakini wewe umenipokea tena, umenipa nafasi ya pili. Kwa hiyo nakushukuru tena kwa hilo, yani nakushukuru sana mno. mm -hmm. Usijali, ni haki yako mpenzi, kwa sababu hata nikisema nisikupokee ingalikuwa na, unajua nilikupenda sana, na hichi kiumbe nichokwako unadhani naweza kukukataa? Sawa, mimi ni kushukuru tena na tena lakini, kuna kitu nimekuwa nimefikiria hapa. Kitu gani? Mm, nilikuwa nafikiria mimi kwenye mfuko wangu nina kiakiba kidogo cha pesa, kwa hiyo nilikuwa nafikiria ni kuhamisha hapa, uhame hapa. Mimi hapa siami na siwezi kuhama kabisa, pindi unanitelekeza nikiwa katika hali kama hii awa, majirani hawa niliishi nao kama ndugu zangu, alafu leo unaniambia tuhame kirahisi tu? Siwezi kuhama. Kumbuka sina lengo baya na wewe halafu, mi naelewa wewe umeishi vizuri sana na majirani zako, na mtu sio mbwa. Binadamu ukutana, utakutana nao tu. Mimi nataka kukusaidia wewe pamoja na mtoto wangu Kumbuka huku tupo mbali sana na huduma za kijamii, na umebakiza siku chache tu uweze kujifungua. Sasa katika hali hiyo uko, na tuko mbali huku na huduma za kijamii, unadhani itakweje? umeshikwa na uchungu hapa, tupo huku, nimfikiria kuhusu hilo mamaangu. Basi sawa, mume wangu, nimekusikia na nimekuelewa pia. Basi tutaama, hamna shida. <laughs> Sawa, mi nimefurahi kusikia hiyo. Nakupenda sana, nakupenda zaidi chi, baba wangu, furaha ya moyo wangu, na natamani hichi kiumbe nitakachokizaa au nitakachokuletea kifanane na wewe. Wow! mm -hmm. <laughs> Nashindwa kuelewa nini kinaendelea kati ya Yuzo na bosi. Maana Yuzo kanituma kwa bosi kuja kumwulizia Sabra, bosi naye ananifokea. Kwani kuna nini kinaendelea hapa? Mambo? Wow. Kipenzi, poa. Nimekuchelewesha sana. <laughs> Ndio, japokuwa sio sana mm. Samahani, unajua uh, nini baby, nimekuita hapa kwa sababu kuna kitu kidogo nataka unisaidie. Mm, jambo gani lakini nakuomba kitu kimoja usikasirike nikikwambia. Kama kiko kibaya nitakasirika. Hmm. Iko hivi, nataka unisaidie kujua chanzo cha kupotea kwa Sabra. Kwani umeniita hapo jioni ni kere? Au hapana. Mpenzi wangu, sijakuita hapa kukukera, yuzo. Yaani uko na mimi hapa alafu unaongelea habari za Sabra. Au kwa sababu unajua nakupenda sana ndio maana nataka kuniumiza, si ndio? Unajua nini? Sabra alikuwa ni mtu wangu, nafikiri hilo unalifahamu. Alikuwa, lakini sasa hivi sio ni mimi, kwani umuulizie yeye. Kuachana kwangu mi na yeye hatukuachana kwa ubaya wala kwa ugonjwa na kitu kingine, yule ni binadamu na inasemekana pale kwao amepotea. Naelewa kama una wivu lakini sometimes wivu usiingilia ubinadamu. Kuwa na wivu lakini muda mwingine weka ubinadamu kidogo. Yani ningejua kama ndo unachonitia kikweli nisingekuja, maana naona tu kama ungekuja kuniharibia siku yangu upana shazi nasio na asira. Najua hii utanifikiria utani, utani vibaya, lakini nakuomba tu mpenzi wangu jaribu kufuatilia kidogo ujue amepotelea wapi, kama ameenda kwao, ili nijue tu moyo wangu yaani nishukuru tu, lakini sio kusema kama nimekuita hapa nikukere. Najua unanipenda sana, hata mimi nakupenda, lakini naomba, nakuomba sana unisaidie kwenye hili. sio kwa nia mbaya, mimi nakupenda wewe tu, sina mtu mwingine kumuulizia Sabla. Sio kesi, nataka tu nifahamu kiukweli alipo. Sawa, nimekuelewa. usitikie kinyonge nkwanu Amna, nimekuelewa, nitafanya kazi yako. Kweli? Tabasamu basi. <laughs> Nimekuelewa, kazi yako nitaifanya okay. mm. Ndio maana nakupenda mm -hmm. So naenda nyumbani au narudi kwenu? nenda zangu nyumbani mm -hmm. Tunde, nyumbani bwana. Staki, staki, staki bwana.

Nilipata taarifa zako. Pole sana. Asante. Maina alinifata na kuniambia jinsi unavyojisikia, lakini kwa maelezo alionipatia, nilishindwa kabisa kuelewa nini hasa kinachokusumbua. Nikaona bora nije mwenyewe kukuuliza. Haya, hebu niambie, unajisikiaje? Nasikia maumivu makali ya kichwa pia tumbo linaniuma sana, halafu nasikia kizunguzungu muda mwingi, pia miguu haina nguvu. Hmm. Itakuwa ni homa ya kawaida tu hiyo. Na no, kwa dalili kama hizo, bila shaka hiyo itakuwa ni malaria. Kwa hiyo kesho nitakupeleka hospitali ukapata vipimo na dawa ili uweze kupona, urudi katika hali yako ya kawaida. Unajua kabisa wewe ni moja kati ya wafanya kazi wangu bora sana, na hakika nafurahishwa na watendaji wako wa kazi. Kwa hiyo sipendi kukuona ukiwa umelala hivi alafu wenziwa naendelea kufanya kazi, sawa? Ah, hapana bosi, mi naona ina haja kwenda hospitali, maana kumwa sio kufa, ntakaa sawa tu. Mm. Wewe mwoga wa sindano, Nimeshajua. Sasa Aisha, utapona vipi bila kupewa dawa? Natumia dawa za kupunguza maumivu, pia nakunywa maji mengi, kwa hiyo usijali kwa hilo. <sighs> Alafu bosi, mi naomba ni kushukuru sana kwa msaada wako, maana tangu nijo humo ndani mpaka leo sijawahi kugombana na wewe wala wafanya kazi wenzangu, na pesa ulikuwa ukinipatia ilikuwa nanisaidia mimi pamoja na familia yangu. Na alafu pia mimi ni binadamu pia, nina mapungufu yangu. Kama kuna sehemu nilikukwaza au nilikukosea, ninaomba unisamehe sana. Mbona unaongea maneno ya mtu aliyekata tamaa? Unahisi utafariki? Unahisi utapoteza maisha? Sio rahisi kiasi hicho. Kesho nitakupeleka hospitali na utarudi katika hali yako ya kawaida. Niamini mimi, sawa? Mzidole, japokuwa umekataa ujauzito wangu lakini bado nilikuwa naomba tuendelee kuwa karibu, yaani namaanisha kama ukinihitaji, mi nipo, au siku nikikuhitaji, naomba uje. Kuhusu swala la kuwa na wewe, hiyo kwangu ni ngumu kwa sababu tayari nina mwanamke ambaye namuhitaji kwenye maisha yangu. Aisha? Aisha? Aisha gani unayemzungumzia wewe? Aisha huyu huyu. Laiti kama ungelijua Aisha yuko wapi au yuko ana hali gani, hata usingekuwa unamzungumzia hapa ukiwa. nataka kumaanisha nini? Huyu oh. Aisha unayemzungumzia wewe anaumwa, yuko hoi bintaabani, sio hata wakuinuka alipokaa na hapa. Sasa hivi tunapozungumza mimi na wewe Aisha hayupo hapa mjini, karudi kijijini kwao. Upo baba? Uh, kwamba unataka kusema Aisha sasa hivi hayupo hapa mjini. Hapo bado na utachanganyikiwa vizuri. Kwa hiyo baba, uamuzi ni wako umfuate Aisha kijijini kwao au baki na mimi upo?